Karibu katika kisiwa cha marashi ya karafuu. Hapa ni katika uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Ni katika mashindano ya kombe la Muungano, msimu ukiwa ni wa pili sasa. Mashindano haya yanacheza eh, kwa hatua ya robo finali, nusu fainali, kuelekea fainali. Bila shaka no. Eh, timu zote mbili zinaenda kutupa kitu kipya ambacho tulikuwa tunakisubiri kwa hamu kwelikweli. Timu zote mbili zinagonga mikono kwa kuashiria mambo ni fair play e hutakwenda kusimamiwa na Mohamed Simba, team captain yupo katika kikosi. Mfumo ni 4-4-2 kwa upande wa timu ya JKU, yuda Mwana Kofi Hamza, James Ambrose, Tariq Mohamed. Kwa upande wa Singida Black Stars, mfumo ni 4-2-3 moja. Yupo Kelvin, yupo Idi Paku, Haji Nuhu, yupo Kiswani Pemba, yuko nyumbani kabisa, huyu ni mtoto wa Wete head coach kwa upande wa timu ya Singida Black Stars David Ouma. Kwa mwisho timu hizi mbili kukutana ilikuwa ni mwaka juzi katika kombe la shirikisho hatua za awali ambapo uh, Singida ilifunga timu ya JKU mabao manne. Tunapiga pasi mbili tatu, ezwa kwenye nje kwake Michael Mika, ile bado tena, adibawe na mpira, jaribu kuchungulia ndani kule. Bao la kwanza dakika za mapema kabisa

Nilikuja kuona ndani kule. Chenga mbele mlango vizuri kabisa. Mpira ameondosha wale kwenye eneo lake la hatari. Zinasifika kwa kutengeneza vijana wale. Basi ni timu hiyo JKU. Ha, mgeuka na mpira vizuri kabisa, piga. Shoti lile mbele mlango amekaa sawa sawa. Ndiyo pangua. Hapo sasa ni marehemu. Imeweka pasi mbele kule. Jaribu kuingia nao gena o mpira vizuri kabisa sa banda. Jaribu koye kosakina me katale Imeko tena Victorien Adebayor ameutupa mpira mwenyewe. Habib amesinzia sinzia, ameutupa mpira tena. Jef kanda mpira vizuri kabisa sa banda, amechopa ndani kule. Haya, tuangalie nafasi ambayo anaipata timu ya Singida Black Stars, anashindwa kuitumia. Bado tena Elvis Habib Ni Iddi Khalid Gego, yule mpira kamkuta, basi mbele mlango, anabaki kulaumu laumu tu, hakuwa na kingine cha kufanya zaidi. Khalid Gego unaweza kumuita Habib Gego, oye, kiungo fundi kabisa tazama mpira ile pale ambavyo alitenda madhambi Habib, ukapaka rangi vizuri kabisa dara gesa. Iddi Khalid Gego yule. Mpira

Michael, mokamagamba amemtendea madhambi tena. Mapasi ile ambayo alipewa akampinda, akakubali, akamlazimisha lakaishia kwenda kutenda madhambi. Ni penalti advantage kwa upande wao. Tafsiri ya uamuzi ni maguu ya mtu mzima yawekwe pale, naewaewa tu maelekezo. Ambaye anakwenda kupiga mkoja wa penalti ni Tariq Mohamed. Mepigia mkojo penalti mtamule. Ndiyo hiyo mbao mepigwa. Angalia mida mlango. Lijaribu kusafiri lakini ishino kufika. Wanaandika bao la kwanza. Jeshi la kujenga uchumi JKU. Bao sasa utasomeka. Moja mbili. Masinki. Weka mpira kwa kibanda. Meka pasi nzuri kwenye njia. Ni bao ishino kuizuia ile. Mida mlango metokea. Meku pasi juju kule. Kwa kekabuma. Kwa chini lakini, mmoja amewapa faida timu ya jeshi la kujenga uchumi kwa Piga mpira mrefu kwenye mali ameingia nayo lango la timu ya Singida Black Stars, akikutoka tu basi, utabaki kusoma tu upepo na kasi yake ndo ambayo inawapa faida timu ya jeshi la kujenga uchumi. Tazama, alikwenda ingia nao ndani ya kisanduku. Lakini mabomu ameitafsiri ni kwamba faul ilitendwa mapema tu okay, lakini ilikuwa ni advantage kwa maana bado alikuwa yuko nao mpira. Haya, haya, mpira ule ule faul inapigwa kwenye eneo zuri kabisa. Haya tuangalie mpira ule. Tariq, amechewa. Tariq nako mpira mwendo mlango, alikuwa na kizingiti kizuri kabisa. Khalid Habib Gego, ambaye anasema nini, nikona ameshindwa kuunganisha mpira ameacha pasi Kofi, amza muka, ameekewa tena lakini mpira imeutupa imeko mbele. Hassan sasi yuko nao mpira, ameingiza cross, imekubali si ile imekubali, dakika za jioni kabisa, kipindi cha kwanza mbili mbili. mbili tazama mpira ulivyopigwa baada ya papatu papatu za hapa na pale, lio noto mpira lakini Hassan sasa kamchukulia friend naye kayunganisha kwa nonga safi, ili mlinganishe na kufika kule, mbili mbili mbili mbili. Black wamekubali, Singida Black Stars wamekubali na JKU nao wamekubali

Tazama mwanzo leo pia mtu. Ah nikumbusha wakati wangu wana. Kaiko pasi kwenye njia nzuri kabisa. Lakini Elvis Rupia akashindwa kuitumia nafasi. Ambayo ni nzuri sana kwa kipindi cha pili. Tariq na mpira. Tariq Mohamed amepiga shot lakini imekwenda chini chini. Edmund jaribu kuanza safari. Eko cross ndani kule, Rupia ashindwa kuitumia nafasi nyingine tena. face jegretenagomone c na safi mithili ya halwa ya Wete ile ilikuwa ni free header, ni yeye mwenyewe tu Elvis kabisa. Oh, ni oh, kabisa pango oh, pango mbele mlango, mpira ile penda kwa ni kona, piga Edmund John kama kutumia nafasi. Edmund John pango mbele mlango tena mpanguse ile aya, na kasi huyo, ka boma mwana mpira jaribu ku lazimisha na ayo ndani kaboma. Kaboma yupo chini anaoita na mtaalamu wa afya. Tazama ni Valentine Kaboma aliingia kwa kasi lakini kama vile alijikuruga mwenyewe hakutendiwa madhambi, hapana shaka labda kasi yake ilikuwa ni kubwa, lakini alitamba kweli kweli kwa upande wa timu uh, ya Malindo kati yule akiwa kama kiungo wa chini nambari sita kocha Shekha Iko cross, angalia moja ya shambulizi ambalo alilitengeneza Tariq Mohamed wa Tanzasi. Sasa ametanguliza mpira kwake Fredy juu kule na mali Fred. Jaribu kutaka kumpindua Fredy jaribu. Tariq Mohamed ameangalia upande wa pili kule. Jaribu kuingia nayo ndani ipige shot lakini, amekata ile pole mbele mlango kwa kasi nzuri kabisa. Kasi nzuri kabisa imefanywa na mlinda mlango. Anas kuangalia alivyopangusa ule, hapana shaka lile, kama vile bado hajaingia kwenye mchezo. Pasi imepigwa ndefu, lakini anasema nini? Anazungumza zungumza pale kwenye benchi. Tazama, Mpepo alishindwa kuzuia mali, akaenda kuingia mzima mzima kwake Ula Male Gabriel katika njia mpira. nayo na Olawale Gabriel Oramade. Adeline Kabomame ikiwa katika njia Kaboma na mpira. Kaboma bado yuko nayo male. Na sija sija amepoka mpira ile pale. Mchilo kufanya maamuzi. Ingiza mpira juu juu kule. Tariq Mohamed anga kichwa. Ndio sha mpira wale. Na baada ya dakika tisini dakika tisini za mchezo Mohamed Simba. Mohamed Simba amejitamatisha kuenda kupiga mkojo penalty. Elvis Rupia. Haya, ah, moja mbili tatu. Changamoto nyingine. Elvis Rupia. Oh, pangusa ule pale. Umepangusa mpira. Kwenye nondo. Umepangusa kwenye mtamba wa panya. Tasema mpira libo kwenye kula nondo. Ukapangusa. Mtamba wa panya. Haya. Tasema mpira ole. Kama kuna mtu leo atazungumzwa zaidi basi ni Elvis Rupia. Alikosa nafasi mbili za wazi akiwa uwanjani kipindi cha pili. Mohamed kwenda kupiga mkoja penalty. Ukipata tu shughuli imeisha. Mohamed, moja mbili tatu, yeye anamlinda mlango. Mohamed. Mohamed! Mohamed baba. Anaipeleka timu moja kwa hiyo Jeshi la Kujenga Uchumi kwenye hatua nusu finali. JKU okay, wanakwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Mkoja wow. Penalti ambao ulipigwa na a sita kwa tano, kwa maana ya timu JKU wamepata penalti sita na Singida Black Stars wamepata penalti tano. Mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Full time ilimalizika mambo akiwa ni mbili kwa mbili. Lakini kwenye hatua ya matuta timu ya JKU wanakwenda mbele bye, bye.